Na kwingineko Waislamu katika kaunti ya Bungoma wanajiandaa kwa mfungo wa mwezi mtakatifu wa Ramadhani utakaomwananga siku ya kesho, yaani tarehe mosi mwezi Machi mwaka huu wa 2025, wakitakiana Ramadhani njema. Akizungumza na kituo hiki, kiongozi wa dini ya Kiislamu kaunti ya Bungoma Malik Mohamed amesema msimu huu ni wa kudumu katika utakatifu kupitia maombi, kusaidia, kusamehe na kuonyesha upendo

uona uhusiano wake kati yake na Mola wake. Kuna makosa mengi ambayo yanafanyika katika mwaka, na watu wanaombwa au wanaelekezwa kusamehiana katika mwezi mtukufu. Mtukufu unapojitayarisha tukitarajia kwamba tutaanza kesho, mafunzo ya dini inawaelekeza waislamu wote waweze kurudi kwa Mola wao ufanye tauba. Maana ya tauba ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kukiri makosa yako na kuomba kwamba yafutwe, usamehewe, usiadhibiwe kwa ajili ya hayo makosa uliyoyafanya. Jambo la pili, tunawakumbuka maskini, kuzuia, kuwacha vitu ambavyo ni vya halali ulikuwa unavifanya, lakini Mwenyezi Mungu katika mchana wa Ramadhan anakataza vitu hivyo visiii mtu asile chakula kuanzia saa kumi na moja asubuhi hadi itakapofika wakati wa jua kutua au jua kuzama. Aa, kwa sasa hivi jua linazama Aa, karibu na saa moja, saa moja saa kumi na mbili na dakika hamsini maeneo mengine jua inakwisha zama saa kumi na mbili na dakika hamsini na tano jua inazama au labda saa moja hata na dakika mea ni maeneo gani sasa. Jua likishakuzama hapo, mtu anaruhusiwa kula tena, na atafutuu kwa tende. Ni bora aanze chakula chake cha kwanza baada ya kukaa